Ukiwa Gulf lazima ukuwe na akili sharp sana. Yaani kabla mtu hajamaliza hata kuongea, ukuu umejua ni nini anataka na ukuu umejipanga vizuri vile utamjibu, ameenda home. Karibu alambo 250. Okay? So, one of my friend juzi, mtu wa online boyfriend akamchukua na airport, kumchukua airport, amempeleka kwake Nairobi. Kufika kwake hata hajalala hata hajapumzika hata masaa mawili. Alifika asubuhi. Namwambia, oh babe, kuna duka fulani kuna vitu inauzwa, nataka tuende uone at least, nataka unibaie kitu. Kufika huko, wanoma, nataka kamera ya 250,000, na wewe mwenyewe umefanya contract ni ya 2 years, na umekuwa unalisha watoto wako, unalisha babako wazazi wako nyumbani, ndugu zako na kuna sijui ya 150 na kuna sijui ati ngapi, inategemea yenye unataka, nachalia na kuhamia ya 250. Eh, demu na akili zake akapiga haraka akasema aki mm, yenyewe ningekubalia, but mimi siwezi toa pesa hapa, lazima niende home nichukue ID yangu, yenyewe niende bank ndio nitoe pesa, but hapa siwezi. So chali akaambia, oh sasa tufanya aje? Tuende na wewe nyumbani, uchukua ID, sijui ni nini. Eh, demu akaambia hapana. Ni hata sasa na transport ya watu wawili. Acha mimi niende, alafu nirudi. Chali akaambia, je unataka nijue utarudi? Acha nibaki na bag yako moja na manguo kidogo. Yeah, alafu uende uchukua ID alafu urudi. Demu bila kuingia tu kwa gari ya nyumbani. Na hivyo ndio aliblock huyo mtu. Hivyo. Alikuwa ananipea story jana. Nikasema, "What?" Ani saizi online venyewe, si watu wote ni wabaya. Usipoangalia vizuri, kuna yako na ile anataka kamera 250, shamba mzima